Na mwili Baraka1 TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, na mimi ni Rajabu akili Kabonga. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa wa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari ujao wa habari za moto. Walungu magaidi wa M23 RDF wapeleka maiti zao Rwanda. Kinshasa Matata Mponyo hahukumiwa miaka 20 jela. Kivu ya Kusini waza waza wasiwaamini mateka waliojisalimisha wa M23. Naam, ni saa kumi na mbili saa za Afrika Kati, saa moja majira ya Afrika Mashariki, tarehe ishirini na nne za mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano. Usikose kutembelea Baraka 1 TV Channel 2 ili uendelee kupata matukio mengine ya uta yanayojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na pia kumbuka kwamba uperasusadia mzalendo huu bado iko inaendelea. azi na taarifa hizi kutoka huko maneo ya Walungu ambako magaidi wa M23 RDF pamoja na Alliance Fleuve Congo wapeleka maiti zao nchini Rwanda. Tarafa ya Walungu imekuwa sehemu ambako mamia ya magaidi wa M23 Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF wamekuwa wakipata kipigo kitakatifu baada ya mapigano makali tokea hiyo siku ya Jumatano, tarehe 23 za mwezi wa 4, 2025. Wazawaza wamefanikiwa kuchukua vijiji vinne baada ya kuwanyohosha magaidi wa M23 Lusiga, Katobe, Monaganda pamoja na Ngoli, ndiyo eneo ambazo zimeingia mikononi mwa wazalendo baada ya kuwapiga magaidi wa M23 na kuwafurumusha katika maeneo hayo ambayo walikuwa wanayashikilia. Baada ya kupoteza watu wengi, magaidi walionekana wakipakia maiti kwenye magari na hivyo kuyavusha Rwanda kwa ajili ya kwenda kuyahifadhi.

Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kusini, moja kwa moja tuingie ndani ya jiji kuu la Kinshasa, ambako Matata Mponyo amehukumiwa miaka ishirini jela baada ya kuhudhuria kikao cha kwanza cha mahojiano mbele ya majaji wa mahakama ya kikatiba. Aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Matata Mponyo amepewa hukumu ya miaka ishirini jela baada ya kukataa kuitikia wito wa kuhudhuria kikao cha pili mbele ya majaji wa kikatiba. Matata Mponyo ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa utawala wa Joseph Kabila, inasadikika kupotea kwa mamilioni ya fedha ambazo zilikuwa kwa ajili ya mradi wa Bukangalonzo. Mradi huo ambao ungeweza kusaidia nchi kuweza kuendelea kwa upande wa kilimo na pesa zote hizo ambazo zilitoka serikalini kwa ajili ya mradi huo zilipotea na kuelekea pasipojulikana. Matata Mponyo inasemekana yeye ndiye alikuwa anaongoza mradi huo na aliweza pia kuwapa tenda maadhi ya makampuni ambayo yalikuwa ni makampuni hewa kutoka mfukoni mwake yeye mwenyewe ambaye alikuwa ni waziri mkuu. Baada ya kualikwa kwenye mahakama ya katiba kwa mara ya pili, Matata Mponyo ambaye ni mbunge kwa sasa aliweka kiburi na hivyo kutaka bunge iweze kukutana kwa ajili ya kupiga kura aidha iweze kukubalia kuachiwa kwake kwenda kuhudhuria kwenye mahakama ama bunge liweze kuzuia hukumu ambayo iko inamkabili. Katiba inawaruhusu wabunge kuweza kujikusanya na kupiga kura endapo mmoja kati wao ambaye anafunguliwa mashtaka aweze kuhukumiwa ama la, na bunge la taifa likashindwa kuruhusu mahakama iendeleze kesi dhidi ya Matata Mponyo. Lakini kutokana na sheria ya kikatiba, vile vile inaruhusu mahakama ya kikatiba kuweza kufuatilia kesi ya aliyekuwa waziri mkuu ama kesi ya aliyekuwa rais wa nchi, na hivyo mahakama hiyo hiyo inayo haki ya kuweza kuwahukumu wote ambao walihusika katika makosa aidha, rais ama waziri mkuu.

Nam huko, unasikiliza Baraka1 TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Unafuata matangazo yetu ukiwa huko Australia, ukiwa huko Canada, USA Central pamoja na East Africa, DRC mikoa yote, mnakuwa mko pamoja na Baraka1 TV. Kizabe Ayeba Egide, Kizenga Tembele, King Sele wakiwa wanafuatilia Baraka1 TV Tarehe 24 na za mwezi wa 4 2025, saa 12 za asubuhi ndio unasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo, moja kwa moja tubaki maeneo ya Kivu ya Kusini, wazalendo wasiwaamini hao mateka wa M23 ambao walijisalimisha baada ya vipigo vitakatifu ambavyo wazalendo wamekuwa wakiwapa magaidi wa M23, na baadhi ya magaidi kuweza kujisalimisha, raia wanaotaka wazalendo kutokuwaamini, maana inawezekana huo ni mtego, ama ni njama za adui za kuja kujisalimisha ili aweze kupenetrate ndani ya vikosi vya wazalendo. Kutokana na sheria za kimataifa, adui anapojisalimisha, basi ana haja ya kuuawa. Lakini kitendo cha magaidi ambao wanachukiwa na asilimia kubwa ya Wakongomani, wameweza kuonyesha kutokuridhika kwao, kitendo cha waza waza kuweza kuwapokea hao magaidi ambao wameweka silaha chini na kuwaweka pembeni yao, wanasema kwamba adui ana rangi na aina namna, aina haja ya kuweza kumpokea adui ambaye tunajua kwamba amekuwa akiua, akibaka na akipora mali ya taifa, na hivyo lazima wazalendo waweze kuwa makini, maana muda wote anaweza akageuka, akageuka mengine zaidi. Hebu tusikilize mitazamo ya wananchi hii. Pambana na wale wahalifu e, wale ambao wamejisalimisha, wawaangalie mzuri, wawachunge mzuri Sababu adui anapojisalimisha anaweza kuwa alichongwa bana. Mkiona mambo yanakuwa mazito, nyiye mnajiunga mara moya maramoya, mwone gisi ya kujua. E, playa wale na, wenye walibashika wasijipige kifua na kushangilia aseme tumewapata, tumewapata. Hapana, adui anakuwa kigeugeu, ni kameleyo anageukaka dakika yenye ujui ana bauzisha mwakati ya mjui. Bafungule wafungule macho kabisa, bafungule macho. Eh, basipige mikono kama vanashika vale watu wanabashika kweli kweli kweli kweli, na vana batosha mu province, vana ba vasukuma mumaprovense za mbali, vaende vakuwe ba, forme mule, babatoshe mu ile ideology ya kirebelio. Eh, bakuwe mo ideologia ya, ya ya inchi njo vile bakuwa banafanya hapana. Ukumukamata aseme bamuchunge babakie naye bamuangalie, ah, ah, akuna kumuangalia banaenda kum, batafutie fasi yaokuwa bana balundika bale benyi balijisalimisha kama ni maskari Mw, batajua aseme huyu ni askari kongole mwenye alikuwa na baba. Uyuni, a, ni, ni Mkongomani mwenye alijuungaka nabo, banajua gisi ya kumubeba banaenda kumubeba fasi ingine. Basimu, basimutie karibu na vale venye balimushika. Pana njo vile oil mawazo yangu ya asubuhi ya leo ninasema, kwa ajili ya vale benye balishikwa ngambo ya Kabamba. E, tunashukuru pia kwa, kwa FRDC huko ngambo ya Walikale kwa kazi ambayo wanayoifanya. Naam, asante sana kunilokuwa pamoja na Baraka1 TV. Hayo ndio ambayo tulikuwa tuko naye kwa asubuhi hii ya leo ya tarehe 24 za mwezi wa 4 elfu mbili na 25. Endelea kukuwa pamoja na sisi usikose kushare na kusubscribe Baraka1 TV. Mimi ni Rejab Wakili Kabonga.